Raha ya kuchagua eneo la kuishi au kuwekeza katika urban prime area ni uwezo wa kuaccess huduma za kijamii pamoja na miundombinu iliyoboreshwa, lakini pia unakuwa umezungukwa na neighborhood nzuri ambayo iko very planned and organized. Welcome to Itega. Ni 3 to 4 kilometers kutoka Dodoma town which is Just 5 minutes drive kufika hapa. Na viwanja hapa vinaanzia square meter 1500, 2000, 2400 na kuendelea. Na kwa ukubwa huo unaweza kuona kwamba unaweza kujenga nyumba nzuri kubwa ukaweka swimming pool, garden, au uka design vyovyote vile unavyopenda. From the area view you can see that this is the best place to live and invest. Gharama za hapa zinaanzia milioni 50 na kuendelea kulingana na ukubwa wa kiwanja. Kwa mahitaji ya viwanja katika eneo hili la Itega au maeneo yoyote ndani ya jiji la Dodoma, wasiliana nami ni kulete site kupitia namba zilizoko hapo chini. Karibu sana ingize